oni wewe bwana na kandarasi wako eh, wewe Karimani, na na wewe mkandarasi mzee, nyie mnanyanyasa wafanyakazi vijana wa Kitanzania. Waambie, mpe microphone. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, swala Haya, la pili, ngoja kwanza. La pili hapo hapo katika mshahara hmm, sio tu kwamba wanawachelewesha hmm, lakini kiwango wanachowalipa ni kidogo, si sawa.

Uh, wa na, na wa washauri pia na wakubwa wa Dar es Salaam, mm, watahakikisha kwamba wanalipa kwa kiwango kwa kwa kwa cha Watanzania kinachotakiwa, eh, Hasa cha chini. Okay, tunataka walipe kwa viwango kwa mujibu wa sheria za nchi yetu wasiamue amue tu amuetu wao. Okay. Jamani tuko sawa sawa hapo? Si ndivyo? Hivyo wanasema wanakwenda kuzungumza na wakubwa wao na, na sisi tutamshauri Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tutamshauri Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mkuu Mkoa, ya kwamba hawa tunaozungumza nao ni wadogo, tunataka wakubwa wao watoke huko waliko waje wakutane na sisi hapa. <coughs> Imenda ah, yeah. Haya, kama ni sawa sawa, mimi nimemaliza.